Unga mkono mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan, akiwa makamu wa rais, aliagiza kila mwisho wa mwezi tufanye mazoezi, tukitambua a mazoezi ni afya. Kwa hiyo nimeuiwa kufanya mazoezi haya kuhamasisha vijana na wananchi wa kata ya Nyamhongoro kufanya mazoezi haya. Maana yake ni kwamba kwanza tunahamasisha watu wajue kwamba chama kipo na kesho tunazindua uzinduzi wetu wa kampeni diwani, lazima tuweke amsha amsha, watu wajue chama kipo na kesho naenda kufanya kitu gani. Hawa watarajie tu kwamba kila mwezi tutafanya mazoezi haya, kuamsha hali ya, ya kuonyesha kwamba chama kipo kwa, wamepata diwani ambaye anapenda michezo, na mimi ni mwana mazoezi kweli. Kabla ya kupata nafasi hii nimeshiriki mazoezi mengi, michezo mingi, hasa kwenye jimbo Kapu. Nilikuwa mdau kindakindaki kwa vijana wangu hawa, kwa masika na kuhamasisha kwenda kushindana kwenye jimbo Kapu na hata juzi tumekuwa washindi wanne kwenye Angelina Foundation. Niwaombe napopita, kwa kuhamasisha basi wajitokeze kwa wingi tua kufanya mazoezi haya, mazoezi ni afya. Kuna magonjwa mengi siku hizi ambayo yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo tunapofanya mazoezi tutapunguza kasi ya magonjwa haya, kupunguza presha, kupunguza sukari, kupunguza uzito usio na ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nichukue nafasi hii kwanza kwa kuwashukuru wa kushiriki mbio zetu kwa maana ya Kafiti Run. Lengo kubwa ni kuhamasisha wananchi wa jimbo hili la Ilemela kushiriki uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo tumekusanyika hapa wananchi wa maeneo mbalimbali mbali, lakini hususan kata hii ya Nyamongolo. Tumekuwa ni kawaida ya kufanya hizi jogging za uhamasishaji wa wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kujitokeza na kuweza kupiga kura, lakini vile vile kujitokeza kuona ni viongozi gani wanaowafaa. Kwa hiyo waliokusanyika hapa kama mlivyoona ni wanajoga mbalimbali, tuna wananchi, tuna watu wa vyama mbalimbali, kwa sababu jogging hii ni ya amani na mshikamano. Kwa vyama vyote. Kwa hiyo hatujaangalia itikadi kama mlivyoona tuna watu wa Chauma hapa, tuna watu wa CCM, tuna watu wa ACT, tuna watu wa Chadema wote wako hapa. Shukuru sana mheshimiwa diwani eh, ama diwani mtarajiwa wa kata hii kwa programu ambayo amekuja nayo au ambayo ameifanya leo. Binafsi na muda mrefu sana sijafanya mazoezi lakini leo nimekimbia eh, nime jogi ni ambayo eh, imeandaliwa na mheshimiwa diwani mtarajiwa kitu ambacho kidogo nausikia hata mwili wangu umekaa vizuri. Kwa hiyo hata mimi pia naendelea kumwomba endelee kufanya hii program kusudi wananchi tuendelee kupata eh, vitu ambavyo vinaendelea kujenga mili yetu, lakini kujenga afya kwa ujumla. Ni jimbo Kapu Mkemia FC na mimi nikiwa kama balozi na msapoti, kwa sababu huwa ni mdau wa michezo lingine. Nikienda kwa upande wa Rais Samia Suluhu Hassan tunamuunga mkono kwa sababu pia ni mdau wa soka, akijua kwamba michezo ni ajira na michezo ni afya. Hivyo basi, tulivyopata pia mama anagombea nafasi ya udiwani, tulijitoa kimasomaso sisi kama vijana kwa ajili ya kumsapoti kwa ajili ya kuunga juhudi za mheshimiwa Rais, wote wakiwa kama kina mama tuko bega kwa bega kwa ajili ya kutafuta kura za Chama za Mapinduzi kupitia michezo kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira. Majina yangu kamili naitwa Nazahedi Elibariki au Ali maarufu kama